Nimeona watu wamekuwa katika mstari wa mbele kuongea kuhusiana na mambo ya SHA, Linda Mama, mambo ya NHIF, but let me set the record straight. Tofauti ile ambayo kwamba ilikuwa kati ya NHIF na SHA, NHIF wakati ilipokuwa inafanya vyema wale ambao walikuwa na health cover katika hii Kenya walikuwa ni milioni tisa nukta tano. Katika Mombasa hii walikuwa ni watu elfu, elfu miambili na laki mbili elfu thamanini na saba. Nisikizeni kwa makini. NHIF katika Kenya ilikuwa imeweza kuboresha ama kuangalia hikma ya kuwapatia watu afya katika Kenya nzima milioni tisa nukta tano katika Mombasa ni laki mbili elfu themanini na saba, 287,000. Katika mwaka mmoja SHA imeweza kurejista katika hii Kenya watu milioni ishirini na mbili na, na katika Mombasa hii ni watu laki nane elfu arobaini mia tatu na kumi na nne. wakati wa NHIF na wakati wa SHA NHIF kulikuwa kuna fedha zinaingia kutoka kwa Danida, fedha zinaingia kwa USAID, na wakati zile zinafanyika, tunaambiwa kwa watu wakienda level 2 na level 3 atalipa kitu fulani. Mlikuwa mkiambiwa sijui lipa, sijui shilingi mia ya hii unalipa, sijui shilingi mia ya hii unalipa, sijui nini ya madawa. The principle of SHA ni kwa aliye ambaye ni registered. Ukiingia katika level 2 na 3 hufai kulipa hata ndururu. Kisha tofauti ya NHIF na SHA ni kwa NHIF tajiri na maskini yoangaliwa kwa, kwa jicho lile lile. Hii SHA ile pesa ninaolipa mimi ya SHA ni zaidi. Sasa tajiri anafaa kumlipia yule ambaye kwamba ni maskini. Wakati wa NHIF sipitali ambazo kwamba ni za kibinafsi zilikuwa zikilipwa pesa zaidi na serikali. Wakati wa SHA serikali sipitali ambazo kwamba ni za umma ndio zenye kupokea fedha zaidi. Hii Linda Mama ambayo kwamba inazungumzwa wakati wa Linda Mama, unajua, it is important we speak sometimes criticize. Every single person has a right to be able to criticize. But we can't, we can't continuously talk about every single thing that is being done is bad. Hii wakati wa Linda Mama sipitali ilikuwa inalipa elfu mbili mia tano kwa kila mzazi akizaa ile uzazi wa kawaida SHA, ile ambayo kwamba C-section ikiwa umeenda umefanyia operesheni ni elfu tano Sasa hivi hii SHA ukiwa umeenda kuzaa zazi la kawaida ni elfu kumi. Na ikiwa umezalishwa kwa C-section, si secion sipitali nalipo elfu. So sometimes let us be a bit hata, uh, I mean, uh, hapa naona capome haw hapa zingelikuwa nyingi ningewapa. I want to set something else. Unajua, tuambianeni hali vile ilivyo. Haina haja kuzungumza ama kuandika na mate ilhali wino huko, hata kama hakuna atakayeweza kuzungumza nyinyi pia msipoyazungumza, community health promoters kesho mtakuja kuulizwa. Tuambia nini ukweli. Miaka yote mulikuwa mukifanya, mulikuwa hamulipwi stipend. Tulipoingia serikali kuu ya William Samoei Ruto na serikali za county tukawa tunaanza kuwalipa stipend. Mbona hayo hayazungumzwi? Ya kwa one of the good things that we were able to do in health. Let us set the record straight. We don't mind being criticized. Lakini, when you criticize, realize the actions of your words. Wakati pesa kutoka ng'ambo zilipozuiliwa kwenda katika sipitali zetu, the people who actually uploaded and said that sasa ni lazima muweze kujiangalia nyinyi wenyewe kihali yenu. What is wrong? What is so wrong? Ili pesa ambayo kwamba inaenda kule kwengine iende kwa kuwafaa hawa maskini, surely. Hawa maskini hawana namba kwamba watakao wazungumzia tutawazungumzia sisi We will speak on their behalf. And I'm, I'm pleading, I'm pleading, pleading to the media houses. It is not a request. because at the end of the day, the headlines will be based on whatever it is that you desire and what your editors desire but I'm pleading with you this is a country that at the end of the day, after 2027 God willing we will still be in office and we will look at you and we tell you that we told you so and you're reporting now you will be judged on how you are able to do the different kind of reporting every single day we have something that is so alarming yani hii inchi kila siku n kiamka